Right. TTL yani Tem Talk Life, by the way, kwa ufupi sana hii ni sehemu ambayo utakuwa unapata motivation kuhusiana na maisha, inspiration za kufanya wewe maisha yako yaweze kuendelea day to day, na hapa kila hadithi basi itakuwa inakupa nguvu ya kuishi maisha bora na kupiga hatua mbele. Au sio bana? This is Tem Talk Live. TTL wanaita hivyo. Welcome sana karibu. Yes. Usikate tamaa mafanikio yako karibu, hii ndo title ya TTL today kwa wengi wetu Safari ya mafanikio si rahisi. Kuna nyakati utakapoangalia nyuma na kuhisi kama umechoka, kama hakuna mafanikio yanayokuja, lakini leo nataka kuambia hivi, usikate tamaa, mafanikio karibu zaidi ambavyo unavyoweza kufikiri ama unavyoweza kuzani. Na kila changamoto ambayo unakutana nayo ni daraja la kukubeba kupeleka maisha yako sehemu nzuri zaidi. Hata kama umeanguka mara nyingi, kumbuka kwamba kila anguko ni hatua kwenda mbele. Yani hatuanguki kurudi nyuma, tunaanguka kwenda mbele. Ndio maana ukifall una, ukiteleza unateleza kwenda mbele fulani, au sio? Bwana, fuatilia ndoto zako bila kuacha, hata kama unakumbana na vizingiti, zingatia lengo lako kwa kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, hujengwa kwa uvumilivu na bidii. I go by the name Stefano Temu there from Tanzania 255. Kama bado haujasubscribe, please, please make sure una subscribe lakini pia una turn on notification. Nakuhimiza leo uanze tena kwa nguvu mpya na moyo uliojaa matumaini kwa sababu mafanikio yako hayajamalizika bado. Yaani safari ya mafanikio yako ni endelevu, hainaga kikomo, na mafanikio yako yako karibu na wewe ndo mtu pekee ambaye unaweza kuyafanikisha haya. Kumbuka, maisha ni safari, usikate tamaa. This is TTL Temtok Life till next time, usahau kusubscribe chao.